Hii ni mojawapo kati ya shangilia maarufu sana ambayo ilikuwa inatumiwa na nyota wa zamani wa timu ya taifa ya Ufaransa, Bafetimbi Gomes, ambaye aliiga toka kwa nyota wa zamani wa Mali ambaye pia ni mchezaji wa kwanza kushinda tuzo ya mchezaji bora wa Afrika mwaka 1970 anaitwa Salif Keita Traore, ambaye pia alikuwa maarufu sana kwa jina la Black Panther. Stahili hii ya Gomis ilikuwa maarufu zaidi Agasti kumi mwaka elfu wakati klabu ya Manchester United wakikutana na klabu ya Swansea City, na Gomis United kisha kushangilia kwa stahili hii ambayo ilishinda pia tuzo ya shangilia bora ya mwaka huo kwenye tuzo za waandishi wa habari nchini Uingereza. Na picha ya kwanza ya stahili hii ya ushangiliaji ya Gomes ilipigwa na mpigapicha maarufu wa Getty Images ambaye anaitwa Stuart Foster lakini katika maisha yake ya soka mpaka anatundika daluga, Gomis alikuwa amecheza jumla ya michezo 623 na, na kufunga mabao 273. Nyota huyu pia alikuwa na tatizo la kiafya ambayo, eh, matatizo haya alipelekea pia kuweza kuzimia ghafla akiwa uwanjani. Si mara moja wala si mara mbili, aliwahi kuzimia pia na timu yake ya taifa ya Ufaransa, lakini katika michezo mingine pia aliwahi kuzimia. Ugonjwa huu kitaalamu unaitwa reflex syncope, ambayo ni ile hali ya mtu nguvu ghafla na, na mapigo yake ya moyo kwenda mbio tofauti na hali ya kawaida. Mojawapo kati ya tukio ambalo linakumbukwa sana ambapo ni ile Machi tano mwaka 2015 wakati Swansea City wanavana na Tottenham Hotspur katika dimba la White Hart Lane ambapo Bafetimbi Gomez alizimia ghafla na kuzua taharuki uwanja mzima. Hii, kumbuka pia, haikuwa hali yake ama tukio lake la kwanza kwa